Wasomatamaanbabu wa wa wa wa wa wa so. Akamwambia hebu ondoshe hiyo mifuko ya makaa kwenye hilo kapu. Akatoa akamwambia, nenda pale Kisimani chota maji, jaza kwenye kapu uje nayo. Yule mtoto kila akibeba maji kwenye kapu anamwagika, akifika pale kapu iko peke yake, haina maji. ya kwanza raundi ya pili, ya tatu, kamba babu, mbona anichokesha lini? kapu ikabeba maji aa, maji nikieka yote anamwagika. Akamwambia, lakini hii kapu ulipo ulipoibeba mara ya kwanza ilikuwa rangi gani? Asema nyeusi. na sasa kuingiza maji mara tatu imekuwa rangi gani? Asema nyeupe ambia ndio Qurani na moyo wako. Hata kama hufaidiki kujua maana yake, lakini inakusafisha Qurani ni pozo la dawa la moyo wako. Tuipendeni Qurani. Qurani ni kitabu kitukufu, na anayetaka kuongoka ni lazima ashikamane na Qurani kwa sababu Allah tabaraka wa taala asema, inna hadha alqurana yahdi lillati hiya aqwa Yeyote ambaye ajue kwamba inna hadha alquran, hii Qurani inamlekeza mtu kwenye barabara iliyo ya sawa zaidi. Ukitaka kuishi vizuri, basi ukumbatie Qurani. Qurani, kila aliyeibeba Qurani Allah alimpa cheo na utukufu. Hii Qurani alipewa Jibrili kumletea Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Jibrili akawa ndiye Sayyidul Malaika ndiye malaika bora mbinguni, lakini Jibril alimletea Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mtume akawa ndio khairul anbiyai warasul, akawa ndiye mtume bora kwa kuibeba Qur'ani. Lakini hii Qur'ani vile vile ilikuja kwa ummati Muhammad, ummati Muhammad ukawa ndio khaira ummati ukhrijat linnas, ndio umma bora zaidi

ikawa usiku huu wa lailatul qadri ni bora kuliko miezi 83 qurani hii inafundishwa hapa duniani na waalimu wale waalimu pia wanaifundisha qurani allah akawapa cheo kwa kuambia khairukum man ta'allama alqurana wa allama kwa hivyo qurani ikitua popote basi sehemu ile inapata utukufu na washukuru ndugu zetu ambao walimfikiria jambo hili kwa kweli. Mara nyingi sisi huwa tukifikiria hii dini iko kwenye eh, kuta nne za msikiti, lakini dini ni maisha ya mwanadamu, kwa sababu dini tumeletewa na Allah aliyetuumba, inna dina inda Allah alislam na hii dini vile vile aloileta dini ndiye alonleta alomuumba mwanadamu, ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Kwa hivyo kwa kuwa wewe umeumbwa na mwanadamu na, na Allah lazima upate mfumo halisi wa Allah na si mwingine ila ni Qurani. Hawa tamwomba Allah tabaraka wa taala awabarikie katika maisha yao awabarikie katika umri wao, awabarikie katika familia zao, awabarikie katika mali yao, awabarikie katika ibada zao, ili waweze kuzalisha zaidi na zaidi. Leo tuko kwenye kushindanisha watu kuisoma Qurani, kesho waje watu kuifasiri Qurani, tupate watu wenye kuitumia Qurani, kwa sababu Qurani yataka kusoma, Qurani yataka kuhifadhiwa Qur'ani ataka kuzingatiwa maana yake, lakini Qur'ani pia ataka itumike katika maisha yetu. Si dharura kila mtu kutembea na msahafu mfukoni, lakini ni dharura kutembea na mafunzo ya Qur'ani maisha. Ni wajibu kwa kila mmoja wetu ajue Qur'ani inapomlekeza, basi ajue hapo ndipo kwenye kheri katika maisha yake. Namalizia na kuonyesha kwamba umuhimu wa Qurani. Qurani imekuja kutengeneza maisha yote, ibada zetu, mahusiano yetu. Angalia kumi la mwisho hili lilikuwa limebebwa na Suratul Qadri hii, inna anzalnahu fi leilati lqadri. Waislamu wote wamekesha wengi wao usiku kuitafuta Leilatu lqadri. Leilatu lqadri ina nini? ina ajiri kubwa ya miaka zaidi 83. Lakini la pili, kuna malaika wanashuka ardhini kiasi ya idadi ya mchanga. Malaika hawa wanakuja kufanya nini? Salamun hiya hatta matla alfajri. Malaika hawa wanakuja kuitangaza amani. Jibrili na malaika wafuasi wake wote wanakuja ardhini kutangaza amani. Ujumbe wangu kwenu wananchi wa Tanzania, huu ni mwaka wa uchaguzi, na najua, tunajua uchaguzi una mambo mengi, lakini asitutoe kwenye lengo. Waumini, kama Jibrili ametoka mbinguni kutangaza amani, nyote mlio hapa kuwe ni wasaidizi wa kuitangaza amani, kwa sababu amani ndio chombo muhimu. Allah tabaraka wa taala kaifanya ni zawadi. Jibrili na malaika washuke hapa tu ardhini na kila mmoja neno lake salamun hiya hatta matlahi lfajiri. Tunamwomba Allah tabaraka wa taala aimimine amani na aidumishe amani katika nchi yetu hii, bali Afrika mzima, Allah ailetee amani, bali ulimwengu mzima, aufunike na rehema ya amani. Allah awape amani wenzetu Falastini, awaenzi na awanusuru na uadui Allah ajalie wanadamu waweze kuishi na amani, amani ambayo itakuwa ni iko ndani ya nyumba zao, amani itakuwa katika mitaa yao, amani katika miji yao, kwa sababu uislamu tangazo kubwa ni amani. Allah, allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram wa sallallahu ala nabiina muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam.